Kwa mara nyingine tena na wakati mwingine tunakutana tena mahali hapa hapa, kwa ajili ya kuambiana na kupeana taarifa muhimu ambazo zitakusaidia wewe katika matukio yako au katika tukio lako au la ndugu yako au la rafiki yako, ukijua wewe, naomba umshauri na mwingine, kama tulivyoambiana kwenye ishu ya uzoefu wa MC. tupeane tips ya uzoefu wa MC nilikupa Eh, taarifa ya kwamba je, ni uzoefu wa MC unapimwa? Je, uzoefu wa MC unapimwa na vitu gani? Na kwa mara nyingine leo nipo hapa kwa ajili ya kukupa au kuendeleza tips hiyo hiyo ya uzoefu wa MC. Na leo tunataka tuongee kwa nini uzoefu wa MC ni muhimu. Utaelewa tu, yani, mpaka tufike huko mbele mbele sana, kwa sababu si tuacha kufanya hii kitu. Nataka nihakikishe kwamba unajifunza na unaelewa, au unajua, ukumbuke ya kwamba uzoefu wa MC unahusisha au, naweza kusema katika namna hii, uzoefu wa MC unahusiana na muda na idadi ya matukio aliyosherehesha pamoja na aina mbalimbali mbali, au aina tofauti tofauti za shughuli ambazo alizozihudumu au alizohudumia. Kwa hiyo hapa leo tumeshaangalia kuhusiana na je, uzoefu wa MC unapimwa na vitu gani. Nimekuelezea kwenye posti iliyopita. Kama hujaisikia, tafuta muda, nenda kaangalie, upate kuona kwenye uzoefu wa UMC. Je, ni uzoefu wa MC uzoefu wa MC unapimwa na vitu gani? Utapata jifunza vitu pale vingi sana na leo, naomba tena tukajifunze kwenye kipengele kingine ndani ya uzoefu wa MC. Kipengele hichi ni cha kwa nini uzoefu wa MC ni muhimu. Kwa nini ni muhimu? Naitwa MC John Minja mshereheshaji wa tukio lako na matukio yenu. Karibu sana kwa ajili ya kuweza kuhudumia pale ambapo utakapokuwa na tukio aidha la harusi, sendoff, uh, birthday, engagement, corporate event na mengineyo yote ambayo yanastahili kushereheshwa au kusimamiwa au kuandaliwa kwa utaalamu zaidi na mc mwenye uzoefu. Tuende tukaangalie kwa nini uzoefu wa mc ni muhimu. Ukumbuke, MC ndo msimamizi wa mtiririko wote wa matukio ya tukio lako. Kwa hiyo uzoefu una umuhimu wake, na siku ya leo nina pointi tatu tu muhimu ambazo nimekuandalia. Katika hizi pointi tatu, pointi ya kwanza kubwa nimekuandalia inasema, MC mwenye uzoefu anajua jinsi ya kushughulikia changamoto. MC mwenye uzoefu anajua jinsi ya kushughulikia changamoto kama umeme ukikatika ghafla, ratiba ikichelewa, au kuna tatizo na DJ, mc mwenye uzoefu atadhibiti hali hiyo bila kuchanganyikiwa. Kuna wale ma mc unakuta, aidha ndo kama hivyo ambavyo nimetoa mfano, nakuta labda umeme umekatika. Sasa pale umeme ukikatika, anaanza kuweweseka, itakuwaje ntafanyeje umeme unarudi tiari, MC alishatoka kwenye laini kabisa, kiasi kwamba hata ratiba akumbuki, alikuwa wapi, alikuwa anafanya kitu gani? Au unaweza kuta MC amekutana uh, uh, na tatizo kwenye mitambo ya DJ kwa sababu ile ni vifaa vya umeme, lolote laweza kutokea. Ana paniki kiasi kwamba hajui afanye nini. Inatakiwa uwe mbunifu, uwe uwe mwenye kushughulikia changamoto katika utatuzi wenye kumnufaisha mteja na watu wake. Kwa hiyo inabidi kuhakikisha kwamba mteja wako agadhibiki kwa namna yoyote ile. Kuna vitu vingi sana vya kufanya hapo, ili kuhakikisha furaha ile inakuwa sawa, kuhakikisha mambo yote yanakuwa sawa. Jitahidi kucontrol itahitaji kutafuta MC ambaye anayeweza kukontrol uh, hali yake ya ndani hata kama ana changamoto katika hilo, katika hicho kitu, kama vifaa vya DJ vimepata shida au kumetokea uh, umeme kukatika, au ana uwezo wa kukabiliana na hiyo hali na kuweza kuendeleza shughuli ya mhusika bila kuwa na tatizo lolote. Lakini pointi ya pili ya kwa nini uzoefu wa MC ni muhimu. Pointi ya pili, anayeelewa saikolojia ya watu. E bwana we hey. MC unayetakiwa umchague, hakikisha ana uwezo wa kutafsiri na kuelewa saikolojia za watu, tena watu wako. Wakati mwingine unaweza ukaona tukio ambalo lina viongozi. Kuna tukio moja ilishaitokea Morogoro mamc wakatafutwa wakapigwa chini, wakatafutwa wakapigwa chini. Kila wakifuatiliwa wale mamc, inaonekana kuna namna fulani hawawezi kuenenda na viongozi. alafu mamc ambao wanaoweza kuenenda na viongozi tuko wachache, na katika hao wachache wengi tayari wana kazi, lakini mimi tu ndio nikawa sina kazi. Nikashangaa napigiwa simu nyingi Bwana MC John Minja, tumeambiwa siku fulani hauna kazi. Nikawajibu ndio. Aise, tunakuomba chonde chonde chonde chonde chonde tusaidie, tuna tukio letu sisi ambalo lina mawaziri ndani yake, tumetafuta MC mwenye protoko anayejua protoko, tumeambiwa wewe ni mmoja kati ya MC Morogoro ambao wanaojua protoko na wanaoweza kulinda status ya sherehe, kwa hiyo tunaomba utusaidie. Nikawaambia hii amniombi, hii tunakubaliana twendeni, tukae mezani tuongee, tukubaliane, twende sawa. Kwa hiyo tulivyokaa mezani, tukaelewana, tukafanya ile shughuli. Of course ilikuwa iko vizuri, ndani yake kuna mawaziri kadhaa, ambao na viongozi wengine wengi, ambao iliweza kupendeza na wao wenyewe pia wali appreciate waandaaji, uh, maharusi na hata wale viongozi pia walisema wao, kumbe Morogoro kuna ma MC wazuri namna hii hata mimi kwa kweli nilifarijika kuona kumbe ninaweza kufanya na kutosheleza mahitaji ya viongozi. Mwanzo sikuwa najua kama najua, na hii kitu utajua kwamba unajua baada ya kuwa umefanya. Kwa hiyo tulifanya vizuri, ile kitu ikaenda vizuri. Kwa hiyo nikusii sana MC wako unayetaka kumchagua, hakikisha anajua wakati gani wa kuongeza burudani, wakati gani wa kutuliza hali wakati gani wa kuwa rasmi na waheshimiwa. Kuna wakati waheshimiwa wanakuja mbele, unaongeaje nao? Punguza masiara, punguza vitu ambavyo havihitajiki, punguza maneno maneno, punguza yaani somjo somjo, chupli chupli, hazihitajiki pale. Kwa hiyo itaidi sana upate MC ambaye anayeweza kwenenda katika namna hiyo. Hata wewe MC, naomba niongee na wewe MC, nimwache na ni mteja kidogo. Ukikutana na tukio la namna hiyo, punguza maneno, nenda kwenye point straight, ongea usi, tukio husika usipambe pambe, sio kila, mw, kila mheshimiwa anapenda kupambwa pambwa. Kwa hiyo itaidi sana kuepusha hizo ili kusudi uweze kujenga ueledi, uh, uh, uwe wako uweze kujenga uwezo wako uweze kujenga umaarufu wako na uweze kujenga status yako. Kwa hiyo, mteja wangu, mteja unayetarajia kutafuta MC kwa ajili ya shughuli yako basi hakikisha unasimamia hicho kipengele namba mbili cha MC anayeelewa saikolojia ya watu wako. Lakini pointi ya tatu ambayo nimekuandalia siku ya leo hii ni pointi inasema, eh, nimeiweka katika picha hii hapa: uzoefu huleta uaminifu huyo MC unayemtafuta alishafanya shughuli kama hiyo. Kuna hatari na kuna bahati nasibu ya kumchukua MC kwa minya, anaweza kufanya wakati hajawahi kufanya. Sikatazi kwamba ambaye hajawahi kufanya kwamba hawezi kufanya, no. Jiridhishe, jiridhishe kwa historia ya matukio yake. Hata kama hajawahi fanya kama la kwako, je, hayo anayoyafanya yanakaribiana na la kwako, yanafanana na la kwako, anaweza ku, kumaintain kwenye la kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo unapotaka ku, kuchagua MC. Usichague tu MC kwa sababu eti uh, amekuja kwenye kamati. Hapana, hapana, hapana, hapana utapata kituko Nakwambia ukweli hapana, usifanye hivyo. Usichaguliwe MC kwa sababu eti tu ni rafiki wa baba. Hapana, mshauri baba yako, mweleweshe, mfafanulie akuelewe. Usikubali MC eti kwa sababu mwenyekiti amemtaka. no, no, no, no, no. Mweleze plani, matamanio ya MC unayemtaka. Huyo MC waliyemchagua muulize tu vizuri ana sifa hizi mwainishie pale au ukutana na huyo MC ukiwa na aliyemchagua fanya naye mahojiano jiridhishe usikatae bila kuthibitisha jiridhishe alafu ukishaona okay, ana meet kwenye, kwenye requirement zako go ahead kwa hiyo uzoefu uleta uaminifu zingatia sana hiyo point ya tatu, MC anatakiwa ajue hiyo kitu, anatakiwa awe na hiyo kitu uzoefu uleta uaminifu wa kwani wateja wanajisikia salama zaidi wakimchagua MC anayejulikana kwa kazi nzuri katika matukio yaliyopita. Sijui kaa, umenielewa wateja wengi wateja wengi wateja wengi, yani wale wenye shughuli zao wanajisikia salama zaidi wakimchagua MC aliye anayejulikana kwa kazi nzuri katika matukio yaliyopita. Kwa hiyo nakushauri MC mwenzangu, tafadhali sana, kama una tukio umelifanya vizuri liweke, liweke wazi, watu wajue kwamba hata hilo pia ulishaifanya ya, ili kusudi kesho na kesho kuto, mwingine akiwa na tukio kama hilo basi wakati ni wako kuweza kuchaguliwa na kuweza ku, kuendelea mbele. Ni kuahidi kwamba tips inayofuata tutakuja kuongea kuhusiana na weledi wa MC. Weledi wa MC ni muhimu sana, katika hichi kipengele utajifunza vitu vingi sana, kwa nini uchague MC mwenye weledi na weledi ni nini, na weledi wa MC wenyewe ndo kitu gani? Nikuambie, kama unatafuta MC mwenye uzoefu na weledi wa kutosha katika tukio lako, basi usiteseke. MC John Minja niko hapa, ndiye suluhisho lako. Wasiliana nami kwa namba hizi hapa: sifuri saba moja mbili nne saba tisa tisa sifuri tano. That is my number for calling WhatsApp, utanipata tuweze kudiscuss mahali napatikana mimi ni Morogoro, Tanzania. Ofisi yangu iko katika jengo la CCM wilaya hapo hapa Morogoro mjini, katikati ya mji. Nakuambia hivi, MC siyo tu msemaji, bali ni msimamizi wa furaha ya tukio lako. Hakikisha unachagua MC sahihi. Nimekupa tips itakayokusaidia. Tukutane wakati mwingine kwenye kuja kuelezea uweledi wa MC, uweledi ni nini na huo ueledi katika UMC ukoje. Mungu akubariki. Hivyo basi kwa heshima kubwa kabisa naomba sasa tupate kumkaribisha Malkia wetu ndani ya ukumbi. Twende sawa DJ.